kuliko masiku makumi kama haya na ni masiku ambayo kwamba mwenyezi amba, Mungu subhanahu wa taala ameapa nayo katika Qurani kwa kuonesha ubora wake na utukufu wake pale alipotuambia Mola subhanahu wa taala, walfajri wa layalin ashrin na tumeonelea kila mwaka tupange mihadhara kama hii ili kuweza kuhuisha masiku kama haya kwa darasa na kwa elimu mbalimbali inshallah. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atuafikie tuweze kuyafanya yale ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kumridhisha mola subhanahu wataala. Ikiwa ndio muhadhara wetu wa kwanza na ni muhadhara ambaye kwamba ni muhimu sana, kwa sababu ni maisha ambaye kwamba twaishi kila leo. Maisha ya ndoa ni maisha ambaye kwamba kila mmoja atamani, yule ambaye kwamba yuko ndani atamani ndoa yake iwe ni ndoa mzuri, na yule ambaye kwamba bado hajaingia katika ndoa atamani na yeye pia aingie katika ndoa apate ile furaha na raha katika nafsi yake. Ndio maana tukaona tutangulize mada hii kuhusu masala ya ndoa. Unwani ya muhadhara kama tulivyoambiwa hapa ni asbabul mashakili zawjia, sababu za migogoro katika ndoa. Kwa nini ndoa nyingi zina mashake? Kwa nini ndoa nyingi zina matatizo? Tutataja zile asbabu ambazo kwamba ni muhimu zaidi, kisha tutakuja kuelezea namna gani tutaweza kupata suluhisho ya kuweza kutengeneza ndoa zetu ziwe ndoa nzuri.

yatafakkaru Mola subhanahu wataala anatwambia miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wataala kuonesha ukubwa wake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amewaumbia nyinyi kutokamana na nafsi zenu nyinyi wanaume, azwajan, wanawake wa, wa kuishi pamoja. Kisha mola subhanahu wa taala akatuambia faida moja ya kuoa akasema, litaskunu ilaiha, muweze kupata utulivu katika ndoa. Kwa hiyo moja katika malengo ya kuoa ni kupata sakan, utulivu na furaha. Ndoa ikiwa haina utulivu, ndoa ikiwa haina furaha basi bila shaka ndoa kama ile iko na mashakili. Sasa mashakili kama hayo ndio tutataka kuelezea katika muhadhara wetu kama huno leo. Jambo la kusikitisha kwa ndoa nyingi, sisemi kwa wasiokuwa Waislamu, hata sisi ambao ni Waislamu ni wangapi ambaye kwamba wanamshtakia Mwenyezi Mungu matatizo ya familia zao? Utaona mume anashtakia shida za mke wake, labda wengine kwenda kueleza kwa majirani, kwa marafiki, kwenda kulalamika, mimi ndoa yangu kadha, mke wangu wa ni hivi, au mke naye pia aende aeleze mashakili yake ya ndani kuelezea kwa marafiki zake kule nje. Leo utaona asilimia kubwa katika ndoa zetu kuna mashtaka mengi sana katika wanandoa. Kwa nini mashtaka yamekuwa mengi na kwa nini mashakili yamekuwa mengi katika ndoa zetu, na kwa nini tumekosa furaha katika ndoa zetu? Ayuhal muuminun, nafikiri sote tuloketi hapa kila mmoja yuko kwenye ndoa, na wako ambao kwamba wanajitayarisha kuingia katika ndoa. Na Mola subhanahu wa Taala ametuhimiza katika aya mbalimbali katika Qur'an, kwamba tuitekeleze ibada kama hii, kwa sababu ndoa ni ibada. Ndoa ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. ni sunna katika sunna ya manabii waliotangulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia manabii wote wa wameoa wakiwa na familia zao, wengine wakapata na wajukuu. Wajaalna lahum azwajan wa dhurriya. Kwa nini matatizo yamekuwa mengi? Jambo la kwanza ambayo kwamba ndio jambo la misingi, ama sababu ya kwanza, kila mmoja ameshindwa kutambua haki ya mwenzake kule kutoelewa haki ya mwenzako ambao unaishi na yeye katika ndoa ndiyo husababisha mashakili. Lau kila mmoja angetambua haki ya mwenzake ambao anaishi naye, mume akatambua haki ya mke wake, yale majukumu yake ambayo kwamba ni lazima kumtekelezea mke wake, na mke naye akatambua majukumu yake ya kumtekelezea ya mume wake, basi hatusemi kwamba matatizo yataondoka yote, lakini yatapungua. Khilafati zawjia ni jambo la kawaida, migogoro ya mume na mke ni jambo la kawaida, lakini lau tunge kila moja akaelewa mwenzake na ni nani na ana haki gani juu yake basi ile migogoro ingepungua kwa kiasi fulani. wa inna kulla zawjin yuhibbu an yahya ma'a zawjatihi wa awladihi hayatan sa'idatan wa 'ishatan radida, na kila mmoja anatamani kuishi na mke wake kwa maisha mazuri, na kila mmoja katika wanawake anatamani kuishi na mume wake maisha ya raha na furaha, lakini mashakili yamekuwa mengi. Kwa haraka haraka, tueleze baadhi ya mashakili ambazo kwamba zilipatikana wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara nyingine wengine wanasema kwamba ndoa ikiwa haina matatizo basi hakuna mapenzi kwenye ndoa kama hiyo. Yaani ikiwa watu wanaishi na raha tu, hawakosani, hawapishani, basi wengi wanasema kwamba hapo hakuna mapenzi. Wale wanaokorogana korogana kidogo kidogo, wakapelekana mbio, sema hapo ndio kuna mapenzi. Ingawa mimi huo msemo siamini sana. Na mashakil ya ndoa yalipatikana hata kwa watu wakubwa. Hata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi kama binadamu wa kawaida. Alioa, akazaa, ana majirani, ana marafiki hata yeye, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia mashaki. Usione kwamba wewe peke yako ndio wapitia shida za ndoa. Tukikupatia baadhi ya visa na matatizo ambayo kwamba Mtume alipitia katika maisha yake ya ndoa, basi utasema yako ni afadhali. Ilifika wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikosana na wake zake, hatua ambayo kwamba imechangia mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na kuwakimbia wake zake, akaenda akakaa jabalini au kwenye jabali kwa mwezi mzima. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia mashakili ya ndoa. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikosana na Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, na Aisha ni katika wapenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata mtume aliulizwa, man ahabbu nnasi ilayka ya Rasulullah, nani katika masahaba wako wanaopendeza zaidi kwako kuliko wengine? Mtume akasema Aisha. Aisha ndio kipenzi changu, nampenda zaidi kuliko kila kitu au kiliko kila mtu. Akaulizwa, wa minarrijali, na upande wa wanaume unampenda nani zaidi? Akasema abuha, nampenda Abubakar babake Aisha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimpenda Aisha zaidi kuliko wengine na hiyo ni baada ya kufa sayyidatina Khadija, kwa sababu sayyidatina Khadija alikuwa amechukua namba ya kwanza katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mahaba, namna Khadija aliposimama na mtume kwa kumtumikia, kwa kumsaidia na mali yake, kwa kila njia katika daawa yake, katika tauhid, yani asayida Khadija radhiyallahu anha Hakuna mwanamke mwenye kufanana na yeye wala rekodi yake haijavunjwa kuanzia kuumbwa ulimwengu mpaka mwisho wa ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi alihi wasallam katika ile mahaba aliokuwa nayo kwa Sayida Khadija, hata baada ya kufariki kwake Khadija, Mtume akawa anamtaja na kumsifu mbele ya wake zake. Kila wakati Mtume anamtaja Khadija na sisi katika zama zetu tawahitaji wanawake amthal Khadija, tawahitaji wanawake mifano ya Saida Khadija, wale ambaye kwamba waliwafanya waume zao wajihisi ni wanaume. Wajua, kuna mwanamke ukimpata utajihisi mimi ni mwanamume, lakini kuna mwingine ni chawa, ameingia katika maisha yako akaja akakuharibia maisha ukasema afadhali nikiwa bachala afadhali nikaishi peke yangu kuliko kuwa na mwanamke huyu. Sasa namna Sayyida Khadija alipokuwa akiishi na Mtume kwa maisha ya raha na kumpumbaza na kumfurahisha saa zote, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa anamkumbuka mara kwa mara hata baada ya kufariki kwake dunia na mara nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam huchinja mbuzi. Hadithi imekuja katika hadithi sahihi katika vitabu mbalimbali vya ba hadithi. Mara nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akichinja mbuzi na kugawanya kwa marafiki za Khadija, anasema chukweni fungu hili, mpelekeni mama fulani ambaye kwamba alikuwa akitutembelea wakati Khadija kuhai, yaani alikuwa akiwaangalia mpaka marafiki zake

na akafanya harusi akiwa na miaka tisa. Siku moja ikatokea matatizo mashakili baina ya mtume na nani na Aisha, ikawa Aisha amekuwa mkali, ameinua sauti yake, ameipaza sauti yake kuliko sauti ya mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam katika kugombana kwao ndani ya nyumba mara Abubakar amekuja ambao ni babake Aisha, akifika si mlangoni, anasikia kelele huku ndani. Kumbuka huyo anaopigiwa kelele ni nani? Sayyidul Mursalin, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke hataki kujua, wewe ni ustadhi, wewe ni shekhe, wewe ni imam, shekhe, mwanamke hataki kujua hilo. Mkiwa ndani ya nyumba, ni mume na mke. Ukitoka nje utatembea na ushehe wako. Sasa Saida Aisha akiwa na mtumi ndani ya nyumba, haishi na yeye kama mtumi, anaishi na yeye kama nani? Kama mume. Ikatokea ugomvi akawa anapigizana na makelele na sauti ya Aisha ikawa iko juu zaidi kuliko sauti ya mtumi. Saidina Abubakar zikampanda, akakasirika, mlango umefungwa kwa ndani. Sayyidina Abu Bakar akawa anagonga anabisha ule mlango idhanu li Abi Bakr, idhanu li Abi Bakr, idhanu li Abi Bakr. Mfungulieni Abu Bakar, Mfungulieni Abu Bakar. Yani amekasirika kwa nini? Aisha anapaza sauti yake kuliko sauti ya mtumi na kwa nini anamtetesha mtumi? Mlango ukofunguliwa, Sayyidina Abu Bakar akaanza aka kumtukana Aisha, akamwambia ya binta ummi ar-Ruman

ama niende kwenye mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Sasa hapa haka, hakuna khiari mbili pekee, ima akimbia atoke barabarani watu wamuone, ama aende kwa yule yule ambaye kwamba amekosana kwenye mgongo wake. Saida Aisha akamkimbilia Mtume nyuma, Abu Bakar akawa anamzungusha, wanazungushana. Sasa akipita kwa huku Aisha anapita kwa huku, akipita kwa huku Aisha anapita kwa huku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Bakar, basi bwana basi tosha. Eh, hawa wamegombana wanapatanana sasa hivi. Au Bakara yiko, kwa zile hasira bado iko ile pressure so imempanda kwa lugha yetu akatoka nje. Akatoka nje lakini hakufika mbali. Ameketi nje kidogo ile. Unajua mazingira mtu akiwa na hasira sana mpaka aketi kidogo atulize ile pumzi ishuke. Sasa huko Abu Bakara alipotoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha sasa, akamwambia basi pole, basi tumalize ya matatizo yetu. Sasa ikawa sasa wanakaa wame, wamefurahi hata kwa sana mwanzo mimi, mimi, mimi na na kawa vile ile hasira mtu na hasira sana. Umfano, pale kawa na ile hasira umeingia ndani hujamaliza warudi tena Saidina Abubakar karudi tena, amekuja akaona furaha. Saidina Abubakar akasema amaugovi ya mume na mke si rahisi kuingilia, asema mara aitu ajaban kal yawm. sijaona ajabu kama leo. Ndio unaambiwa usiingilie sana mambo ya mume na mke, mara nyingi utakuja kuaibika wewe, utakuja kufedheheka shauri yako Abubakar yani, anasema hivi sasa, baada ya dakika chache, kabla ya dakika chache, mlikuwa mkigombana na sasa ni furaha. Sasa Abubakar akamwambia, hebu na mimi mniingize katika hiyo furaha yenu, anga na mimi nipate ile furaha, siri ya mafanikio yenu. Sasa tutasoma nini hapa katika kisa hiki cha Mtume saa salam, yani surat al-hal. Yaani ugomvi ukitokea tuta, tuta, tutasuluhisha kwa haraka kiasi gani Ule ugomvi wetu usiende mchana mzima, siku mbili watu hawasemezani, watu wamenuniana, mke hataki kumwona mume, mume naye bado hasira iko. Mumekosana asubuhi, fanyeni bidii hapo hapo, baada ya masaa kadhaa dakika chache umalize zile ile migogoro yenu, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimtumilia hikma na Aisha, akafurahi akasahau yote yaliyopita na yalitokea, pia mashakili

Siku moja alikuwa katika majlisi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam, mara akaja mke wake. Mke wake amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia mume wake. Mke amekuja, mtume amekaa na masahaba wake, na mume wake yuko hapo, Safwan ibn al-Muattal. Akamwambia, ya rasulullah

Huwa ananipija nikiwa ndani ya sala, yani tandika kila nikiswali yeye yonipija. Mushkili wa pili, wayufaturini idha sumtu, na nikifunga saumu ya sunna yaniharibia saumu yangu kila siku, yani yanifuturisha. wala yusalli lfajra illa bada ya tului lshams, nahasali salatu lfajri illa bada jua kuchomoza. Watu wanasali mapema msikitini kwa jamaa yeye mpaka jua lichomoze. Saa 12 na nusu saa moja ndio kuswali. Sasa watu wote wakashangaa pale. Na ukiangalia we mwenyewe haya makosa matatu ambao huyu mke ameleta kwa Mtume wa sallam utaona ni makosa yaliyo wazi. Safana akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sikiza, Rasulullah, alikwambia mimi kweli huyu nampiga akiwa kwenye sala kweli lakini niko na sababu zangu. Huyu akiingia kwenye sala tusalli bisuratain, ana swali kwa sura mbili kwenye raka moja tu, na watoto huko wanalia, kuna vitu vinaharibika nyumbani. Yeye atakana aswali haraka haraka atengeze mambo ya nyumba yake, lakini yeye akiingia kwenye sala ualii mkubwa, uswali na sura mbili mpaka akawa sasa vitu vinaharibika. Ingawa mimi kumtia adabu sasa, nikamwambia wewe swali na sura sura moja au sura fupi fupi ili ufanye kazi zako vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ule mama, mume wako amesema kweli, wewe ni mama na majukumu ya nyumbani ni mengi, yatakana ugawanye sura moja katika rakaa mbili. Soma sura moja katika rakaa mbili, ufupishe uendelee na shughuli zako za nyumbani. Kisha safan akawambia, Rasulullah, huyu mwanamke daiman anafunga yeye. kila siku yafunga na mimi, mara nyingine anafanya kazi za usiku, niko kwenye mishemishe zangu, nikija namhitaji kuwa na mke wangu namuhitaji yani kimwili. Sasa mimi kila nikija kwake niambia amefunga <laughs> kila nikija kwake namtamani kukaa na yeye kama mume na mke, yeye amefunga. Sasa kwa mimi namharibia na ni mke wangu so, nani saumu so ya sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mwanamke yoyote hana ruhusa ya kufunga ikiwa mume wake yuko mjini bila kupata ruhusa ya mume wake, hafai kufunga. la tasumanna so imraatun illa biidni zawjiha, saumu so ya sunna. Mwanamke akitaka kufunga, basi amombe ruhusa nani wake, mume wake, kwa sababu mume anaweza akamtafuta mke wake wakati wowote. Wala sheria haikusema lazima usiku, kama tumeelewana, nafikiri ndio. Sheria haijasema lazima iwe ni usiku, ingawa usiku ndio umezoeleka, lakini wakati wowote. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mume akimtaka mke wake kimapenzi wakati wowote, hata kama ule mke yuko jikoni yapika, labda yuko yapika chapati na nini, Mtume asema acha zile chapati ziungue, nenda ukamuitikie mume wako. Kisha sayyidina Safwan ibn al-mu'attil akasema, na hii ya tatu ya kwamba mimi naswali alfajiri baada tului shams ni kwamba sisi familia yetu ambao mimi nimezaliwa ni familia katika jahiliya, kabla hatuja silimu ni watu huwa hatuamki wa mki illa baada ya jua kuchomoza na ni maradhun wirathi Yaani ni ugonjwa tumerithi kiukoo yani, si kuna magonjwa mengine wanatembea sio kwa uko. Ya Rasulullah, mi familia yetu yote watu kwa hivyo, tukilala hatujui kuamka mpaka Mtume akamwambia sawa, hiyo udhuru wako ni makbul, lakini hii haimaanishi kwamba madamu Mtume amemruhusu huyu bwana na wewe ukasema utasali alfajiri saa mbili ya, yani, hii ilikuwa ni ugonjwa ambao kwamba ulikuwako kwa

hakika Abu Rafi, mume wangu yanipija yani, ee, saa zote yanipija tu, saa zote yanipija. Faqala sa sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia, akamuuliza huyu Abu Rafi, mbona wamtandika mume mke wako wewe? Akamwambia, ya rasulullah llah, yanigombeza nikiwa kwenye sala, yanigombeza nikiwa kwenye sala yule Salma akasema ya Rasulullah, <laughs> mimi nilimuona akiwa ameharibikiwa na udhu kwenye swala yake, sasa mi namwambia ila ukatawadhe, mtume ametuambia.